Watu hawatamani kile ulicho nacho, wanataka kile hawajapata. Ukijitoa haraka, wanakuzoea na hamu yao inapoa. Lakini ukiwa mgumu kidogo kuwafikia, ukiwa na siri, hawataweza kukusahau. Hii ndiyo nguvu ya kweli ya mvuto. Changamoto kidogo inachochea tamaa kubwa. Bado tupo kwenye safari ya kitabu cha The Laws of Human Nature cha Robert Greene. Karibu Sura ya tano, The Law of Covetousness. Katika sura hii Robert Greene anaingia katika moja ya nguvu za kisaikolojia ambazo zimetawala historia ya mwanadamu tangu enzi za kale tamaa lakini sio tamaa kwa vitu tulivyonavyo tayari hapana mwanadamu hatamani kilicho mkononi mwake hatamani kilicho karibu hatamani kilicho wazi mwanadamu anatamani kile kilicho mbali kilichoadimu, kilichojificha, na hata kilichomponyoka. Greene anaamini kwamba tamaa ndiyo nguvu isiyoonekana inayosukuma watu katika mahusiano, biashara, vita, siasa na hata ibada. Na jambo la ajabu ni kwamba watu hawaitambui nguvu hii waziwazi, wanaiona kama hisia ndogo wakati kiuhalisia ndiyo injini ya tabia nyingi za binadamu. Greene anaeleza kuwa kwa asili akili ya binadamu haipendi uhakika, inaua msisimko. Mara mtu anapopata kitu, thamani yake inapungua. Hilo ndilo tatizo la mahusiano mengi. Mwanzo mnapendana sana, baadaye msisimko unapungua mkishakuzoeana sana. Si kwa sababu mtu amebadilika, bali kwa sababu tamaa imehamia mahali pengine ambapo ni siri na adimu. Watu hutamani kile walichonyimwa, kile kinachojificha kile kilicho kigumu hivyo. Greene anasema kwamba mtu anayepatikana kirahisi sana hapendezi sana, lakini mtu ambaye hafikiki mara moja, ambaye humpati kila wakati, ambaye si rahisi kumjua haraka, ndiye anayevutia zaidi. Ili kueleza hili, fikiria mtu unayemfahamu ambaye hana uzuri wa ajabu, hana pesa nyingi, hana elimu ya kushangaza, lakini kila mtu anamwangalia, anazungumziwa, anafuatwa shangaa kwa nini huyo mtu anatamaniwa kiasi hiki? Ukweli ni kwamba anatengeneza mazingira ya kisaikolojia yanayozalisha covetousness, kutamaniwa. Anakuwa mtu ambaye huwezi kumweka mfukoni, ambaye hujawahi kumjua kikamilifu, ambaye unahisia kwamba ukimkaribia sana, atateleza kama moshi. Hiyo hisia ya kumkosa ndiyo inawasha tamaa ya watu kuwa karibu naye. Greene anasema watu kama hao wana nguvu ambazo wengi huzichukulia kuwa karizma, lakini kiuhalisia ni mchezo wa akili unaochochea hamu na udadisi wa wengine. Katika sura hii Greene anaeleza kitu kingine ambacho ni chungu lakini cha kweli. Ukimpa mtu kila kitu haraka, ukawa available muda wote, ukawa huna mipaka, ukamfanya akupate bila juhudi yoyote, anakuchoka haraka mvuto wake kwako unapungua kadri unavyojitupa, unavyotabirika, unavyokuwa wazi. Watu wanakuchoka kwa haraka. Binadamu hawapendi kitu kinachopatikana kirahisi, wanapenda kusaka, kufikiria, kufuata na kupata changamoto kidogo. Akishapata haraka sana, hamu inapoa. Green anaeleza mifano mingi ya historia, lakini mmoja unaweza kueleweka kirahisi bila kulazimika kuingia kwenye historia. Fikiria mfanyabiashara anayetangaza bidhaa yake, sio kwa kusema ni bora kuliko zote, bali kwa kuifanya ipatikane katika idadi ndogo kwa muda mfupi, tena ni kwa watu maalum. Ghafla kila mtu anatamani kuijaribu, sio kwa sababu amejua ubora wake, bali kwa sababu ni adimu na inawasha tamaa. Hii ndiyo sababu kwa nini bidhaa za kifahari huuzwa kwa bei ya kupindukia. Siyo bidhaa inayouzwa bali, fahari ya kuwa katika kundi dogo la waliopata. Ni mchezo wa tamaa ya binadamu. Katika maisha ya kawaida, hii inaonekana kila siku. Mtu ambaye haonyeshi sana upande wake wowote wa huonekana wa kipekee, watu wanataka kumjua. Mtu ambaye hafanyi fujo kutafuta kuonekana ndiye anayevuta macho ya wengi. Mtu ambaye hatoi moyo wake kwa haraka huonekana kuwa na thamani ya ndani. Ni tabia ya kisaikolojia. Watu wanataka kuchukua kile walichokosa, si kile kinachojileta chenyewe. Haya yote hayamaanishi uwe mgumu kupita kiasi au udanganye hisia zako. Greene haelekezi hilo. Anajaribu kukuonyesha kuwa, ukiwa mtu ambaye huonyeshi kila kitu mara moja, mtu ambaye ana siri, upekee na mipaka, watu watajenga tamaa ya kukuona kama eneo ambalo halijachunguzwa kikamilifu. Lakini pia sura ina upande wa giza, wivu. Wivu unatokana pia na tamaa, tamaa ya kuwa nacho kile mtu mwingine anacho. Green anaonyesha jinsi wivu unavyoweza kuwa moto hatari ambao watu huficha chini ya tabasamu, kauli nzuri au heshima ya juu juu. Ndani mtu anapohisi kwamba wewe una kitu ambacho hawana, hali, mvuto, maendeleo, kipaji au hata amani ya ndani, wivu unaweza kuwasha chuki, ushindani au nia ya kukushusha chini. Hii ni sehemu ambayo inahitaji mtu kuwa makini kwa sababu tamaa na wivu ni ndugu wa damu. Ukiwashughulikia vibaya wanakuchoma. Mwisho wa sura, Greene anakuletea ukweli unaokukata kama kisu lakini unafungua macho. Ikiwa hautakiwi na watu, mara nyingi sio kwa sababu huna kitu, bali kwa sababu umeweka kila kitu mezani mapema sana. Ukiweza kutengeneza hali ya adimu ya upekee ya kuwa na siri ndogo ambayo haipewi kila mtu, watu watakufuata bila wewe kupiga kelele. Sio kuwafanya watu waongee juu yako, la hasha. Ni kuwafanya watu wahisi kuwa wewe ni jambo ambalo linahitaji kueleweka zaidi, mtu ambaye haeleweki kwa mtazamo wa kwanza, na mtu ambaye ana kina ambacho hakifunuliwi isipokuwa kwa waliochaguliwa. Kwa hiyo sura ya tano ina ujumbe mmoja mzito: kuelewa nguvu ya mvuto wa binadamu. Usisome watu, soma tamaa zao, na ukitaka kutawala mchezo huo, usijisambaze kama hewa. Jitengeneze kama harufu ya adimu ambayo kila mtu anaipata kidogo, lakini hakuna anayepata yote. Usijifanye rahisi kupatikana, jifunze jinsi ya kuwa na kina, kuwa na mipaka na kuamsha hamu ya wengine bila maneno. Ikiwa unataka nifafanue sura ya sita kwa uzito huo huo, sema tu endelea, na tutafungua siri nyingine ya akili za binadamu.